Tunafanya maandalizi ya msimu mwingine wa kilimo, basi haya mengine yanaendelea kukupa kipato, maisha yanaendelea, kuliko pengine kufikiri kwamba kila wakati tunasubiri msimu na msimu. Lakini mengine ambayo ni kama yangezungumza mwanzo, hakikisha na tuhakikishe tunaelimisha wakulima wetu kwamba wafate utaratibu ambao serikali inawaelekeza katika kuhakikisha kwamba wanauza mazao yao kwenye utaratibu unaotakiwa, sababu unaweza ukasema hivyo, inaweza ikatokea kwamba wakati wa mavuno ule au hata kabla ya mavuno wengine wanakuwa wameshauza kwa sababu ya changamoto zile za kimaisha kwa gharama ya chini, ambayo baadaye bei hata ikipanda, huna namna ya kubadilisha, ananufaika yule aliyechukua ile fedha. Kwa hiyo niwaombe sana kwenye hili tuhakikishe tunakuwa makini. Na ili kuepukana na hilo, ni lazima tuhakikishe kwamba tunajaribu kutafuta vyanzo vingine vya mapato kupitia hizi hizi fedha za korosho ambazo tunaziuza. Kwa hiyo niombe sana kwenye hilo tujitahidi kuwepo na na na usimamizi mzuri wa, wa matumizi ya fedha zetu, lakini hii pia ni iseme iende sambamba na kuanzisha vyanzo vingine vya mapato kwa maana ya vyama vyetu, hata eh, hizo AMCOS mnaweza mkafanya kitu chenu kule, ukiacha ile ya mkulima mmoja mmoja, lakini bado kama chama mnaweza mkafanya kitu kizuri tu. Naweza mkafanya survey mkatafuta wataalamu wakaangalia. Kwa mfano hapa Lindi, hatuna sisi ukumbi mkubwa wa mkutano ambao ni wa kisasa. Kwa nini mnashindwa kuanzisha? Alafu watu wakawa na kodi na watakodi tu. Na watu watatoka Mtwara watakuja, watatoka Ruvuma watakuja kufanya vikao, kama tuna ukumbi wa kisasa ambao una facilities za like kisasa, watu watakuja kukodi tu. Kama ambavyo mwenyekiti alikuwa anajimwomba fai hapa kwamba sisi tangu tumemaliza jengo letu hatufanyi vikao sehemu nyingine, tunafanyia hapa. Kwa sababu anajeuri, si ndio? Sasa tunashindwaje sisi kama watu wa kuanzisha au kujenga ukumbi mzuri sana au kitu chochote ambacho mnajua ni changamoto hapa akipo, lakini mnakiweka kama kitega uchumi kitakachotusaidia sisi. Tunasema ni miradi ya kimkakati, si mnaweza? Kwa hiyo tunahakikishe pia na sisi tunapopata fedha zetu tunafikiri namna gani ya kufanya, kwanza kuipa afya ya kiuchumi chama chetu, lakini na sisi wenyewe mtu mmoja mmoja tuhakikishe na sisi tunajua namna ya kuweza kufanya hizo fedha ziweze kukaa vizuri.